baliiza unanyenyekea kwenda kujisali si kweli? Kunanyenyekea kukwenda kujisali na kusema ndio, nimechukua responsibility ya kale wakati unapoenda

alikuwa mtakatifu kwa njia yao, kwa njia akupika kupikia wengine kwa nyuma, akaifanya kwa roho safi, akuwa amesoma akapika na anapikia wengine kwa moyo za u kuna mwikonye mana kuna sufuria